Kila Mtanzania anayenisikiliza afahamu kwamba shilingi mia tano yake anayotaka kudharau kuitoa ina maana kubwa sana. Mimi nilikuwa napitia database, nimeona watu wametoa mia tano, elfu moja, elfu mbili, elfu tatu, elfu kumi, laki tatu, laki mbili, laki nne, laki tano. Kila anayetoa shilingi moja anapata thamani kubwa sana, ni kwa sababu tu ya gharama kubwa na namna ambavyo ya kutengeza mfumo wetu huo mzuri, lakini huko tunakokwenda tunafikiri tunaweza tukawa na utaratibu kama wa Republican ama Democrat ama kama Liberal Canada kule, ambapo kila anayechangia atakuwa anapata fursa ya kushukuriwa na viongozi wakuu wa chama kabisa, na tunaenda kwenye ile eneo, hata ukichanga shilingi 500, niwakumbushe tu wa Tanzania mkiwa watu milioni moja mkachanga shilingi elfu moja, moja ni bilioni moja kwa mwezi. Mkiwa watu milioni moja mkachanga shilingi 500, 500 ni milioni 500 kwa mwezi. Kwa chama hiki kinaweza kikaendeshwa bila kutegemea ruzuku, mnaweza mkawalipa makatibu wenu wa wilaya, mnaweza mkalipa mkawalipa mkalipa makatibu huko chini, ngazi zote kuanzia kanda mpaka chini, ikiwa tu kama tutajenga utamaduni na neno na maana hii, kuwa kila mara tunakuja kwenu ni kutengeneza culture ambayo nchi hii ikuwa nayo galia chama kama Republican cha Trump. Trump ni bilionea na marafiki zake ni mabilionea kama wakina Elon Musk. Lakini Trump alikuwa anachangiwa fedha ndogondogo dola moja, dola kumi, dola kumi na tano kwa ajili ya kampeni. Mliona mshindani wake yule mama alikuwa anaomba pesa kwenye umma. Chama cha siasa survive yake ni lazima wafuasi wake na wanachama wake wajenge utamaduni, kama utamaduni wa kupumua, wa kuchangia chama chao ili watu wengine waweze kufanya kazi kuanzia ngazi za chini kabisa kuweze kuwa na uweni ya kazi hizi. Ukisikia tunafanya operation ya chama ni mamilioni ya pesa inahitajika. Ukisema timu ya katibu mkuu iende kushoto, ya mwenyekiti iende kulia, ya wajumbe wa kamati kuu iende katikati ni pesa nyingi sana. Na uzuri wa jambo hili ni nini? Uzuri wa jambo hili kwa ama wanachama na wananchi na wafuasi mpaka wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ambao ninawashauri sana na wenyewe waendelee kuchanga kwa kuchangia chama hiki kwa sababu hali yao na wenyewe ni mbaya sana, kwa sababu uchaguzi wao hata walivyomaliza hatujui wamemalizaje. Tumesikia tu mama Samia ni mgombea uraisi, Nchimbi ni makamu wa rais. Wana wanakuja kulalamika kwetu, wameshindwa kulalamika kwenye vikao kule kwao. Na wenyewe tunaomba sana wachangie, kwa sababu demokrasia ya nje inapokuwa kubwa maana yake nizamu vile vile itakwenda kwenye kila chama cha siasa. Sasa CCM na wenyewe wakitaka kuona kwamba wao wanakuwa salama ndani ya vyama vyao ama chama chochote cha siasa maana yake ni lazima wakishe kwamba demokrasia pana inaimarika kwao. Tunataka kila mwananchi anayejali nchi, kila mwananchi anayechukia ufisadi, kila mwananchi anayechukia maswala ya bandari, kila mwananchi anayechukia mifumo ya elimu, kila mwananchi anayechukia utaratibu wa masuala ya afya, ukienda hospitalini unaambiwa nini? Kwa sababu 90% ya watu siku hizi wanakwenda hospitalini wanakuwa diagnosis wrong eh.